kutoka Ulaya wanapendelea sana kufanya kazi na Mchaga, wanakuwa wameshajulishwa na wenzao kwamba watu makini sana kutoka Tanzania ni Wachaga, yani ni waadilifu sana kwenye kazi. Wachaga ndio watu wa kwanza kabisa Afrika kuanzisha chama cha ushirika. Did you know this? Wachaga ndio watu wa kwanza kudai uhuru. Wachaga ndio watu wa kwanza kupandisha maji kutoka mtoni kwa njia ya mfereji kwa ajili ya umwagiliaji. Wachaga ndio kabila la kwanza Afrika kuanzisha gazeti lililokuwa linaitwa Komkia. Yaani kumekucha e, lilianzishwa mwaka 1920 hiyo. Wachaga ndio watu wa kwanza Afrika kuwa na baraza lao binafsi lilokuwa linaitwa Chaga Council. Wachaga ndio watu ambao chakula chao cha asili kimesambaa nchi nzima yani mtori, na pia kinapikwa hadi Ulaya kwa jina la Kilimanjaro soup. au vipi eh? Sasa hayo ni machache tu kuhusiana na kabila la wachaga kutoka Kilimanjaro Tanzania. Umepata kujua mengi tu ambayo yanahusu kabila la Wachaga. Au vipi bana eh? Sasa nazidi kukujuza kitu hapa, nazidi kuendelea kukujuza kitu. Kuna gavana anaitwa Edward Twining na mwingine alikuwa naitwa Richard Turnbull. Bila shaka kama mmesoma historia sekondari au shule ya msingi majina haya si mageni. Sasa nakujuza kwamba wakati gavana Edward Twining alipokuwa anamkabidhi madaraka Richard Turnbull alimpa wosia, yani alikuwa nampa wosia wakati wa ukoloni huo, alikuwa nampa wosia mwana bwana. Alianza kumpa wosia kwa kutaja mikoa mbalimbali. Kwa mfano, alianza kumtajia mkoa wa Mara, alisema kwamba Mara ndiyo mkoa mgumu sana kuutawala. The most difficult region rule, alimwambia hivyo mwana bwana. <laughs> Lakini akaja Moshi pia, akasema kwamba Moshi ndio eneo lenye watu intellectual zaidi wanasadikiwa kuwa ni wafarasha yaani Wayahudi wa Ethiopia. Majina, majina ya koza ya Kichaga zinafanana kabisa na majina ya koza ya Kibrania. Kwa mfano Mushi, kuna Lema, kuna Kimario, kuna Asei, kuna Shirima pia, kuna Rabo, kuna Masawe Lawi, yaani majina haya yote ya ukoo yanafanana kabisa na majina ambayo yanapatikana kule kwa Wayahudi. Mdabana, sasa, eh, Dimitris Kimario huyu alikuwa ni Myahudi kutoka Ugiriki. Alifika Kilimanjaro mwaka 540 baada ya Kristo akitafuta Wayahudi waliotokea Ethiopia na ndiye mtu wa kwanza kabisa kuandika neno Kilimanjaro kwenye kumbukumbu za Kigiriki. Bwana bwana, sasa, e, ukiibariki Israeli na wewe utabarikiwa. Na ukiilaani Israeli pia na wewe utalaaniwa, asema Bwana. Mwanabwana ni baadhi tu ya maneno ambayo bila shaka unayesikia hata kwenye Biblia yapo pia. Eh, mwanabwana. Kwa hivyo kumbe pia ukilaani Kilimanjaro na wewe utalaaniwa. Na ukiibariki Kilimanjaro na wewe utabarikiwa. Hii ni mimi tu msimuliaji wako nimesema, lakini maneno ambayo yapo ni yale ambayo ukibariki Israeli na wewe umebarikiwa. Ukilaani Israeli na wewe pia utalaaniwa. Kwa hivyo hebu jaribu kuwaza wewe ambaye sio mchaga ulipo muoa mchaga ilikuwaje kabla hujamuoa, na baada ya kumwoa umekuaje? Hebu e, jifikirishe kidogo. Yani, kabla huja mwoa bwana dada wa kichaga ulikuwa vipi? Mara baada ya kumwoa maisha yako yako vipi? vile vile. tafakari utafiti wangu unaonyesha wote waliooa wachaga wamebarikiwa. Hebu waza wewe ambaye umemvuruga mchage, ulikuwaje kabla ya kuvuruga na je, mara baada ya kuwavuruga au kuwasema vibaya umekuwaje? Fikiria tu, mifano ni mingi sana kwa watu waliowavuruga au kuwasema vibaya Wachaga waliishia mahali pabaya. Yani hiyo ndo ukweli. Kama tu umemsema, umemsema vibaya mtu akichage, au umemvuruga tu mtu akichaga, umemzurumu na vitu kama hivyo, basi kuna asilimia kubwa sana maisha yako pia akaenda mrama. Sasa, asili ya jina la Wachaga ni nini? Jina la chaga linatokana na neno la kabila la Tigray kutoka Ethiopia, lilikuwa na maana ya wameteremka, yani chagi chagi ni kuteremka. Baadaye wakajumbulisha na kuwa chaga, wachaga. Sasa hii natoka Tigray, kule Ethiopia. a na hiyo ni wakati wa chaga walipokuwa wanafukuzwa na makabila ya Tigray pamoja na Amhala kule Ethiopia. Bila shaka unaendelea kupata konsepti ya wenzetu wa chaga kutoka Kilimanjaro kule. Sasa mji wa Moshi pia, e, nakuja kukuelezea mji wa Moshi hapa Mji wa Moshi ni sawa kabisa na mji wa Yerusalemu ya pili kwa Wachaga bwana bwana, mji wa Moshi ndo ambao una biashara zinazokwenda kasi zaidi kuliko mji mwingine wowote ukiacha Dar es Salaam. Yaani Moshi pale kuna mzunguko mkubwa sana wa biashara, mbali na ukiacha Dar es Salaam, Moshi pia iko kwenye listi hiyo. Angalia mji wa Moshi una matawi ya benki ishirini eh? Alafu bado unasema kwamba ni mji mdogo na sio jiji, na unasema ni mji mdogo je? Je, mji wako na uishi wewe una matawi ya benki mangapi? Tanga kuna matawi tisa ya benki. Mbeya kuna matawi mangapi? Sijui Mwanza, je Dodoma ambayo ni jiji? Tafakari, Moshi kuna matawi ishirini ya benki na bado haujapewa hadhi ya kuwa jiji. Mji wa Moshi una mahoteli mengi sana, ukiwa unakaribia Arusha na Dar es Salaam. Amini, Moshi pekee yake inafukuzia majiji kama Dar es Salaam na, na Arusha kwa hoteli nyingi. Mji wa Moshi ndio wenye supermarket nyingi zaidi. Naamini kwamba ndo mji wenye supermarket nyingi mara baada ya Dar es Salaam. Moshi pia ndo, ndo mji ambao wenyeji wamewekeza kuliko wageni, yani tofauti na mikoa mingine ambapo utakuta watu kutoka sehemu nyingine ndo wamewekeza zaidi kuliko hata wenyeji. Sasa Moshi pale wenyeji ndo wamewekeza zaidi. Moshi ndo mji uliopangwa vizuri kuliko miji yote Tanzania. Moshi pia ni mji unaojibeba wenyewe, yani namaanisha kwamba eh, ni mji ambao unajibeba wenyewe, yani unajitegemea zaidi tofauti na miji kama Dar es Salaam, Dodoma, Arusha na Mwanza. Pia Moshi ndo mji msafi kwa asili kuliko mji mwingine wowote Tanzania. Moshi ndo mji wenye bookshop kubwa zaidi na nzuri kuliko miji mwingine yeyote hapa. Kwenye usafi, sasa nimekumbuka hata hata nyumbani kwetu Njombe kule tuko vizuri kwa, kwa masuala ya usafi, yani kwenye top 3 ya kitaifa, kuna Moshi, kuna Njombe pia ebane. <laughs> Sawa ebana. Moshi pia nakujuza, ndo mji wenye maji safi na salama zaidi kuliko mji wowote Tanzania. Unaweza kufungua bomba na ukanywa maji bila kuwa na shida, hakuna pengine Tanzania unaweza kuwa huru kiasi hicho. Moshi ndio mji wa pili kwa utalii Tanzania, mara baada ya Arusha. Moshi ndio mji ambao wakazi wake wana tabia ya kufanya manunuzi na uwezo wa manunuzi vile vile, mwana bana. hiyo ni Moshi. Moshi sasa haipo tu kwenye ramani, lakini mambo yake ni makubwa sana. Wachaga wanatamani sana na vitu vyao vya nyumbani, yaani popote pale ambapo Wachaga wapo au popote walipozaliwa, kama walivyo Wayahudi wanajua kwamba kuna nyumbani, na wanapaheshimu sana nyumbani. Yani mchaga hata azaliwa na kukulia wapi, Lakini anajua kwamba nyumbani ni Moshi tu. <laughs> Bila shaka pia umepata concept ya concept, yani kwa sababu gani? Yani kila sikukuu mchaga lazima rudi nyumbani, yani tofauti na kabila lolote le. Mchaga lazima sikukuu yoyote akalie nyumbani. Eh, bila shaka hata mimi napata concept hapo. Mbona bwana, sasa historia nyingi sana zimepotosha sana asili ya wachaga. Nyingi zinasema kwamba wachaga ni watu wanaozungumza Kibantu, lakini hazisemi walikotoka. Na waandishi wa hizo historia sio kwamba hawajui walikotoka, wanaficha tu maana fulani hivi ya hayo maandiko yao. Ni mtu mmoja tu amejaribu kueleza kwenye uh, mtandao mmoja kwamba tabia za wachaga zinafanana kabisa na mambo ya agano la kale kwenye Biblia. Yani linamaanisha kwamba tabia za wachaga zinafanana kidogo na